Kuna mlango wa sadaka, kuna mlango wa qiyamu layl, kuna mlango wa swala za tarawih, kuna mlango wa kuzungumza mazuri. Milango ya kheri, iko milango mingi mno. Jiangalie milango gani ambayo kwamba wewe unataka ujifikishe kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Na wanaochuoni wanasema, wamekaa wamechunguza, wameona milango mingi inayowafikisha watu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala imejaa foleni ndani yake. Leo ukiugusa mlango wa sadaka, na wewe ukataka kutoa sadaka Wako wengi wanaotoa sadaka, uenda ukapata tabu kufika kule. Mlango wa kusoma Qur'an, kuna watu kwa siku wanasoma juzuu sita, utapata tabu kufika kule. Kuna watu kwenye kiyamul lail wanasimama sana, utapata tabu. Lakini wanasema kuna milango, ukiishika milango hiyo haina foleni, unaenda moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mlango wenyewe ni mlango wa kujidhalilisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukainua mikono yako ukadhalilika, ukaweka uso wako chini, ukamwomba Allah. Mlango huu hauna foleni, au mlango wa kuomba dua. Ni milango ambayo kwamba ni wachache wenye kuwafikishwa.